katika kazi utahisi hamasa kubwa ya kupanga mipaka yako. Ikiwa e, unataka kuanzisha jambo jipya au kupanua mradi uliopo, huu ni wakati mzuri. Safari za kikazi au mafunzo yanaweza kuongezea maarifa na kupata fursa mpya. Kwa wanaotafuta kazi, mwezi huu unaweza kuleta taarifa nzuri au ofa yenye matumaini. Tukitazama upande wa kimapenzi, mwezi huu mapenzi yako yanachukua sura ya furaha na uhuru. Wapenzi walioko kwenye uhusiano watafurahia muda wa pamoja na kufanya mambo kwa msisimko zaidi. Kwa wale walioko singo, mtu mwenye roho huru na ucheshi anaweza kuingia kwenye maisha yako. Kuwa wazi, lakini usiogope kuweka mipaka yako. Tukitazama upande wa kifedha, hali yako inaonyesha ukuaji wa hatua kwa hatua. Fursa za miradi mipya au mikataba zinaweza kukuletea kipato cha ziada. Hata hivyo, epuka matumizi yasiyo na mpango, kwa sababu msisimko unaweza kukufanya kutumia kupita kiasi. Bajeti ndogo ya mwezi huu itakusaidia kubaki salama. Tukitazama upande wa kiafya, afya yako kwa ujumla ni nzuri mwezi huu na nguvu ya kuimarisha mwili kupitia shughuli za michezo au mazoezi ya nje. Hata hivyo, ni muhimu kuepuka kuchosha mwili kwa shughuli nyingi bila kupumzika. Usawa kati ya kazi na mapumziko utakusaidia kubaki imara. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni blue angavu na zambarau. Nambari yako ya bahati ni tatu na saba. Mafusho ni mdarasini kwa bahati, nguvu na mvuto wa fursa. Manukato ni harufu ya citrus au jasmine kwa ujasiri na mvuto wa kijamii. Saa nzuri katika mwezi huu ni saa nne kamili asubuhi hadi saa nane kamili mchana. Nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya Simba, Mapacha na Mizani. Ujumbe wa nyota ya mshale katika mwezi huu wa 11, ukiamini katika ndoto zako na kuchukua hatua kwa ujasiri, mlango wa mafanikio utakubali kufunguka. Huo ndio utabiri wa nyota ya mshale mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.